Mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point? Huenda uko unajiuliza leo ndani ya Jiko Point tumekuandalia nini? Usiwe na shaka. Leo tunaenda kupikia chipsi ama wengine wanaziita vibanzi. Kama unavyoona, hichi ni chakula pendwa sana kwa watoto wa kike, lakini kwa maeneo ya Dar es Salaam si watoto wa kike tu, hata wanaume wanapenda chakula hicho, kwa kutumia West Point Pressure Cooker ambayo inapatikana ndani ya Jiko Point. Leo tunaenda kukukandia vibanzi ama chips zako, hivyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Sasahau, jina langu ni Fatma Hussein. Hatua ya kwanza ambayo tunaenda kuifanya kwa kutumia presha kuka yetu, kwanza ni kuwasha kifaa chetu. Kama unavyoona tayari tumeshaiwasha presha kuka yetu, na hivyo hatua inayofuata ni mimi kuweka mafuta, kwa sababu kabla sijaseti muda, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kuweka kitu ama mafuta ili ni seti muda wangu vizuri. Chips hizi ambazo tunaenda kuziandaa leo tutaziandaa, lakini tutatengeneza na kachumbali kwa ajili ya kuzisogezea, yani kuongeza ladha. Hivyo naenda kusiti muda wangu. Kama unavyoona kifaa chetu kimeshaanza kuhesabu, kwa hiyo kadri muda unavozidi kwenda, ndo mafuta yetu nayo yanapata moto, na ili tujue yanapata moto nitaweka kiazi kimoja tu hichi hapa, mm -hmm tesi na maana, mafuta yakishachemka nitaanza kuona dalili kupitia kiazicho ambacho nimekiweka cha kwanza. Na ili kupata kifaa hichi ambacho mimi kwa sasa nakitumia unaweza kutupigia simu kupitia namba ya simu ya 0677088088 ama tembelea katika tovuti zetu za www.jikopoint.co.tz, lakini ukiona hayo yote uwezi, unaweza kufika ofisini kwetu. Tupo tu Kinondoni Studio, mkabala na zahanati ya Vijana, ukapata huduma zetu moja kwa moja. Kwa kuona hivyo, tupike kishua basi, na tunaendelea kupiga tazama. Hivi unapoona mafuta yetu tayari yameshaanza, yameshachemka. Kwa hiyo hapana tunayofuata ni kwenda kuweka viazi weka taratibu kwa sababu unatumia mkono, naweka taratibu. Wakati tukiendelea kusubia chipsi zetu ziive, wakati huu tunatumia kuandaa kachumbari kwa ajili ya kusukumia chipsi zetu. Hapa nakata vitunguu, lakini pia nitatumia karoti, nitatumia hoho nitatumia ndimu pamoja na nyanya. Nyanya ambazo nimezitumia hapa, sijachukua nyanya zilizoiva, ninatumia nyanya ambazo bado zina ubichi ubichi. Wakati tunaendelea kuandaa kachumbali yetu, viazi vyetu na vyenyewe vinaendelea kuiva taratibu, kama unavyoona hapa, tanachemka ni salama lakini pia hautumii mafuta mengi ukiwa unapika kwa kutumia pressure cooker hii. Na kama unahitaji, unaweza kutupigia namba ya simu 0677088088. Lakini ukiona hayo yote yaweza, unaweza kufika ofisini kwetu moja kwa moja. Tupo Kinondoni Studio, mkabala na zahanati ya Vijana. Kama unaenda Mwananyamala, ukifika maeneo ya vijana umezarudi nyuma kidogo, utaona bango limeandikwa Nukta Afrika, hapo hapo utakuwa umetupata. Hivyo tuendelee kusubiri pishi letu liive. Kama unavyoona tayari chips zetu zimeiva hapa, tuna zitoa jikoni. Usijali kusomi kutumia mwiko, nimetumia mwiko ili nisikwangue sufuria langu. Baada ya hapo tunapakua chakula chetu ambacho ndo chipsi wa watoto wa mjini wenyewe wanaita vibanzi. Chipsi hizi zinapendwa sana na vijana kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo chipsi zetu ndo hizi hapa tunampelekea muonjaji aonje chakula chetu, ama chipsi zetu tujue zina ladha gani. Kama unavyoona muonjaji wetu anafurahia, ina maana chipsi ni tamu. Hivyo ulikuwa nami Fatuma Hussein, tukutane tena wakati mwingine kwa pishi lingine.